Kuna nini? Ne, uko kwa harusi yangu. Mama yangu, babu yangu amekuja kunisalimia. Na msichana mwingine hako na uko ananiambia ni bibi yake. Kwa nini mliachana? Mliachana mama yangu na hukuniambia. Sasa umeacha harusi kuja kuniambia hivyo. Si. Mama yangu, sinajaribu kuokoa ndoa jamani. Sawa basi sasa nifanye aje, nifanye aje. Endo mpige. Endo pige huyo mwanamke. Anafanya nini na na na na bwana yako? Ngoja hapo nakuja. Sawa. Hizo ndogo ndogo. Mtoto mdogo ndo ameingia kwa ndoa, sasa ameshaanza kuja kukimbiza mshene. Ati ameona babo nyangu na mwanamke mwingine. So so, kama umemwona na mwanamke mwingine nifanye nini? Nigongeze kifua kwa ukuta. Babo nyangu, kuna bibi mwingine. Eh? Yaani msichana kuka mshene ndo umeingia. Wote hujalisa ndoa. Eh? Hata pasta sijaona uko na ring. Huh? Ukiingia kweli utatoboa hiyo ndoa na hiyo mshene yako msichana. Eh? Hata magito ngawira chini. Ayo mama. Kweli utaona ya Firauni, ya Farao, utakosa kuona. Ni sawa tu, lakini baba Onyango, baba hmm. hmm. Onyango, wacha tu mimi nimekusamea so. Lakini unakuja kupata bagi yako hapa inje, tuanevaisi wapi? So umeamua ni hivyo, ndio hiyo bagi yako na nimeenda.